lakini wao ni kama magogo yaliyoegemezwa, hayana uhai wowote wa imani. Wao udhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao. humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Hao ni maadui, tahadhari nao. Allah waangimizie mbali! Namna gani wanavyogilibiwa na kuiacha haki. Wa idha qila lahum ta'alaw yastaghfir lakum rasulullah lawwaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun, na wanapoambiwa njooni ili mtume wa Allah akuombeeni maghfira, uvigeuza vichwa vyao na unawaona wanageuka, nao wamejaa kiburi so,

Wao ndio wale wasemao msitoe mali kwa ajili ya walioko kwa mtume wa Allah mpaka waondokele mbali. Na ni za Allah pekee hazina za mbingu na ardhi, lakini wanafiki hawafahamu. yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna alazzu minha aladhall

yasikusahaulisheni mali zenu wala wa watoto wenu kumkumbuka Allah na wenye kufanya hiyo, na wenye kufanya hayo ndio waliopata hasara wa

Natoeni katika tulichokupeni kabla ya hajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema: E Mola wangu, naomba uniachilie angalau muda kidogo tu, ili nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema.

Yusabbihu lillahi ma fis samawati wama fil ardhi lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shay'in qadiir, vinamsabihi Allah viumbe vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi, ni wake yeye tu falme na ni zake yeye tu sifa njema na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu. walladhi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min <tip> wallahu bima ta'maluna <tip> basir, yeye ndiye ambaye amekuumbeni, basi miongoni mwenu yupo aliyekafiri na miongozo basi miongoni mwenu yupo aliyekafiri na miongoni mwenu yupo aliyemuumini na Allah ni mwenye kuyaona vyema miyatendayo. Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhi al-masir. Ameumba mbingu na ardhi kwa haki na amekuumbeni katika sura kisha akazifanya nzuri sura zenu.

Na Allah ni mjuzi sana wa yaliomo vifuani. Alam yatikum nabau alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim walahum adhabun alim yeah, Je, haija kufikieni habari ya wale waliokufuru kabla, wakaonja matokeo mabaya ya jambo lao uovu wa ukafiri, na bila shaka yoyote watapata adhabu iumizayo sana.

lakini walisema ah, hivi binadamu ndio tuongoze? Basi walikufuru na wakakengeuka, na Allah akawa hana haja nao. Na Allah ni mkwasi, si mhitaji, ni mwenye kusifiwa.

Wallahu bima ta'malun khabir, basi mwaminini Allah na mtume wake na nuru Qurani tuliyoiteremsha, na Allah anazo habari za mnayoyatenda. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun, siku atakayokukusanyeni kwa ajili ya siku ya mkusanyiko

Basi yeyote anayemwamini Allah na akatenda mema, Allah atamfutia maovu yake na atamwingiza katika mabustani yapitayo chini yake mito, watadumu humo milele. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisa al-masir, na wale waliokufuru wa na wakakadhibisha aya na ishara dalili zetu, au ndiyo watu wa motoni watadumu humo milele, na hayo ndiyo mafikio mabaya.

na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wa atiiu Allah wa atiiu ar-Rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balaghu al-mubin. Namtii ni Allah, namtii ni mtume. Mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha ujumbe wake kwa uwazi tu. Allahu la

Wa in ta'fu watasfahu watagfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Enyi walioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maalumi kwenu, basi tahadharini nao. Namkisamehe namkapuuza na mkayafutilia mbali, basi hakika Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu inna ma

Basi mcheni Allah muwezavyo, basi mcheni Allah muwezavyo, nasikilizeni na tiini na toeni kwa ajili ya Allah, itakuwa kheri kwa ajili ya nafsi zenu. Na yeyote anayepushwa na ubakhili, tamaa ya uchu wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu kufanikiwa. In taqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wayaghfir lakum wallahu shakurun halim, Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri atakuzidishieni maradufu na atakusameheni na Allah ni mwenye kupokea shukrani pole mvumilivu. Alimul ghaibi washahadati alazizul hakim, mwenye kujua ghaibu siri na dhahiri, mwenye nguvu mwenye hikma.